Mitihani ya kitaifa ikitarajiwa kuanza rasmi juma juma lijalo, chama cha walimu KNUT tawi la Mombasa kimethibitisha taarifa wa walimu na watahiniwa kwa mitihani hiyo. Akizungumza na Benvin TV, mwenyekiti wa KNUT tawi la Kilindini na Mombasa Ahmed Gombo amesema baraza la mitihani naye tayari limetuma wake kutathmini hali katika shule kote nchini. Napenda kupongeza walimu ambao wameweka mikakati mizuri, wametayarisha wanafunzi wao vizuri, wakishirikiana na wazazi, wakishirikiana na wizara, pamoja na maafisa mbalimbali wa elimu na viongozi mbalimbali wanafunzi. Watoto hao wametayarishwa kwa kutosha, na nina imani kuwa wakati ukifika, wataweza kufanya vizuri. Tayari wale wanaohusika na mitihani wameweza kuitwa na bodi ya NEC, kuambiwa masuala fulani yanayohitajika kufuatiliza ili kusimamia mtihani. Kwa hivyo katika kila sub county, Kenya National Examination Council inaweza kutuma afisa kutoka headquarters kuja kuelezea walimu, yani supervisors, invigilators, maafisa wanyanjani wa elimu kujua ni mambo gani yatahitajika wakati wa mtihani huo. Kwa hivyo matayarisho yako sawasawa, tunasubiri tu wakati ufike ili kazi hii iweze kufanyika wakati huo kwamba wametoa wa wito kwa wahisani akiwemo gavano Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri kuendelea na huduma ya kupeana chakula kwa wanafunzi wakati mitihani, ili kusaidia wanafunzi kukabili changamoto zitokanazo na ukosefu wa lishe majumbani. Tunaomba kwa mashirika husika, mashirika mbalimbali, wizara, viongozi aweze kusaidiana na walimu wakuu weze kusaidiana na walimo, wezo maafisa elimu kuhakikisha wanafunzi hao watafanya mtihani bila shida zozote, hasa kwa upande wa chakula. Kuna wale ambao wana shida hawajiwezi, wa waweze kuingilia kuhakikisha kuwa chakula kila shule, hasa hao wanafanya mtihani, waweze kupata chakula bila shida yote ndani ya Mombasa County. Tunashukuru gavana wetu wa mara nyingi anaangalia jambo hilo. Kwa hiyo tunamuomba na wakati pia asichoke na wale mambo mengine madogo madogo, kama wazazi siwachilia watoto. Mtoto akitoka wa nyumbani hakikisha angalau amepata chai ili anabaki. Jioni anaporudi pia hakikisha ameingia nyumbani mapema, anapumzika, sianze kuchangamana na magengi mabaya mabaya, alafu siku ya pili anakosekana katika mtihani. Vile vile wazee wetu wa mitaa, wachifu wetu tunashukuru jinsi wanavyotusaidia kuhakikisha wale wanafunzi wengine ambao ni watoro, unahakikisha wote wanarudi shuleni na wanafanya mtihani huo. Ali Evensent,